Alipokwenda mbele za Mungu akasema, Bwana, ninaomba mimi sihitaji kuwa mjinga tena, nataka kuwa mwenye akili, nataka kuwa mwenye ufahamu. Mtihani uliofuata alishuti kutoka kwenye wa hamsini akaja kuwa watatu yes. Hivi inavyozungumzwa anachukua masters ya udaktari, udaktari wa kutibu binadamu, lakini alikuwa kilaza. Alianza kutabiria mifupa, akasema mifupa Mwamini Mungu kwa viwango vya juu. Usiwe na imani nyepesi. Maimani nyepesi ni wale ambao wezi kunena chochote, akiambia hii ni mifupa, atasema ndio, ni mifupa. <laughs> Wewe ni mjinga, ndio wewe mjinga. Wewe ni wakushindwa, ndio wewe ni kwa, kwa Yesu tunasema walio maskini wanakuwa matajiri ndani ya Kristo. Amen. Tabiri ndio, ni mifupa. Amina.